Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti zote za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup mzuri ya akaunti za matangazo, tunarusha matangazo kwa sponsor. Tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya sponsor. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii basi bofya subscribe, ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Bofya subscribe. Kwenye podcast hii utajifunza jinsi ya kufanya utafiti wa soko kabla ya kuanza kufanya matangazo ya kusponsa ili kupata matokeo mazuri. Wajasiriamali wengi sana wakitaka kuanza biashara huwa wanaangalia biashara gani inalipa au wanaingia wana, wanaiga mtu anayefanya biashara kama hiyo na wao wanaanza kufanya biashara. Wengi wanaingia kwenye biashara bila kufanya utafiti, bila kujua wateja wao ni kina nani, wanatatua changamoto gani ya mlengo wao, bila kupanga mkakati wowote wa, wa masoko. Matokeo yake wengi hukutana na ushindani mkubwa, baada ya muda mfupi biashara inakufa, kwani biashara nyingi zinazoanza bila utafiti wa kutosha utoweka baada ya miaka miwili au mitano. Kama unatamani kufanya biashara ya uhakika uh, mtandaoni hatua ya kwanza unatakiwa kumjua vizuri mteja wako ni nani, suluhisho la changamoto ya mlengo wako ni ipi. Kama unafanya matangazo ya kusponsor bila kujua mlengo wako ni nani, utafika mahali utaishiwa pesa kabisa za matangazo, kwa sababu upati wateja wa kutosha kwenye biashara yako hii maana yake utafilisika, biashara itakufa, utaanza kuangaika kutafuta mtaji. Biashara bila wateja ni biashara iliyokufa kwa hivyo utaangaika, maisha yako yote yatakuwa ya tabu, kwani utaishi kwa kuombaomba bila kupata kipato cha uhakika. Kama unasoma makala haya, bahati ilioje, kwani leo utabaini jinsi ya kufanya utafiti wa soko lengwa ili kurahisisha mkakati wa masoko kwenye kuuza mtandaoni kuwa rahisi na kuweza kupata wateja wengi. Kufanya utafiti mzuri haswa wa soko lako lengwa, unaweza kufuata hatua zifuatazo. Kwanza, ainisha vizuri soko lako lengwa. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuainisha soko lako lengwa wa kuangalia vizuri mambo yafuatayo: sifa za walengwa wako kwa kuangalia umri, jinsia, mahali wanapoishi au kupatikana, pia saikoje yao, wanavyopendelea, wanavyothamini, tabia zao. Hii inakusaidia kutambua vizuri walengwa wako. Maswali ya msingi watakiwa kuzingatia: walengwa wako ni kina nani? Walengwa wako wanataka nini na kinachowapeleketa haswa ni nini? Walengwa wako ni kitu gani kinachowasukuma kufanya maamuzi ya kununua bidhaa au huduma? Namba mbili, jinsi ya kufanya utafiti wa soko. Baada ya kubaini malengo, chagua njia sahihi ya utafiti. Njia, njia hizi zinaweza kuwa utafiti wa kwanza primary research. hii ni pamoja na mahojiano, tafiti za mitandao na vikundi vya majadiliano. Utafiti wa pili ni secondary research, hii inajumuisha uchambuzi wa ripoti zilizopo, takwimu za serikali na makala za tasnia, uchambuzi wa washindani. Tatu, tathmini wateja walionao kwa sasa. Angalia wateja walionao kwa sasa kutambua sifa za msingi walizonazo na tabia zao za manunuzi. Hii inaweza kutathmini kwa kuangalia historia ya wanunuzi na marejeo na kutaka kutoa kutoka kwao. Tengeneza wajiri kwa kuangalia umri, taaluma, kiwango cha mapato, malengo na changamoto. Nne. Fuatilia mazungumzo ya kijamii chunguza majukwaa maju ya mitandao ya kijamii kwa majadiliano na uhusiana na, na bidhaa au sekta unayosimamia hii inakusaidia kuelewa kile ambacho walengo wako wanachopendelea na, na kujihusisha nayo moja kwa moja. Tano, tathmini washindani. Chunguza washindani wako wanalenga, wanare, soko lipi. Tathmini mpango mkakati wa masoko, jinsi wanavyoshughulika na wateja wao, ili kuelewa mwanya au fursa kwenye soko hilo unaweza kujikita. Sita, tengeneza wasifu wa wateja wako, tengeneza wasifu wa wateja wako, kujikita kwenye taarifa ulizopata kwenye utafiti wako, kwa kuangalia taarifa kama vile kile kinachowakereketa wateja wako, kipato chao, tabia zao za manunuzi. Saba, tumia mitandao ya kijamii kutathmini soko lako lengwa. Tumia mitandao kama Google, kuchunguza maswali yanayoulizwa na walengwa wako, kujua kinachowakereketa walengwa wako haswa ni nini, kutathmini au kufuatilia tabia za walengwa wako kwenye majukwaa ya kijamii. Taarifa hizi zinaweza kukupa taarifa zinazofanana na lengo wako au bidhaa huduma yako. Kama umefaidika, andika hapo chini umefaidika, kisha bofe subscribe. Tukutane kwenye video ijayo.